Hello, karibu katika chaneli yetu ya JWS Kliniki na leo tutaongelea tiba ya vidonda vya tumbo, namna asili ya kuondokana na changamoto a, ya vidonda vya tumbo. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe, na kucomment, ili uweze kuwa a, mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunapotuma Uh, kila siku tunavyofahamu, uh, changamoto ya vidonda vya tumbo sasa hivi imekuwa uh, ni changamoto kubwa kubwa kubwa kubwa sana, sio kwa watoto, sio kwa watu wazima, kila mtu ukienda kwenye sherehe ndio utagundua bana, mimi usiniwekee marage, mimi usiniwekee chakula fulani uh, chakula chenye pilipili uh, sili uh, juice uh, soda fulani, kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Basi ni changamoto imekuwa ikiwafanya watu wamekuwa wakikosa uh, baadhi ya vyakula ambavyo ni muhimu a, kwa sababu ya changamoto, lakini pia kuna watu sasa hivi tupo kwenye mfungo Kwaresima, kwenye mfungo arama, a, Kwaresima, lakini pia kwa Waislamu kuna mfungo wa Ramadhani. Kuna watu wengi hawawezi kufunga kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Kifunga ukiwa na vidonda vya tumbo, kwa kweli unazidi kujipa shida mwenyewe baadaye. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba tibu vidonda vya tumbo kwanza na changamoto uh, ya acid reflux ili uweze kuendelea na kufunga. Ukifunga ukiwa na hizo changamoto, basi uh, ujue baada ya hapo utakuja upatwe uh, na madhara uh, makubwa. Na kwenye video ambazo zimepita tumeelezea yani na watu gani ambao wanatakiwa kufunga na watu gani uh, ambao watakiwi uh, kufunga uh, kwa sababu ya changamoto ambazo tunazo za kiafya. Basi kuna mazingira pia hayaturuhusu moja kwa moja kufanya A, vitu fulani. Sasa hapa nitakupa namna rahisi nyingine kwa sababu kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna ya kutumia mziwaziwa kuondokana na vidonda vya tumbo, lakini leo nitaongelea namna ya kutumia ndizi kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Nitaongelea katika uh, namna mbili na wewe utaangalia ni hipi bora ambayo unaweza ukaitumia kuweza kuondokana na hiyo changamoto ya vidonda vya tumbo. Tufahamu tunavyoongelea vidonda vya tumbo, kuna causative kubwa wawili watu. Kuna vitu ambavyo vinasababisha vidonda vya tumbo viko vya aina mbili. Cha kwanza ni bakteria ambayo tunasema H. pylori. H. pylori ni bakteria moja kwa moja ambao wanasababisha vidonda vya tumbo lakini namba na mbili ni acid reflux. Acid inavyokuwa nyingi tumboni basi na yenyewe inapelekea changamoto ya vidonda vya tumbo moja kwa moja. Sasa tutaelezea ni namna gani ya kuweza kuondokana na hiyo changamoto, lakini dalili za vidonda vya tumbo zipo kaza wa kaza, tataja baadhi. Kwanza kuna gesi, mtu anahisi gesi kali tumboni, uh, mtu anahisi kiungulia, lakini kuna dalili nyingine ambayo wengi hawaisemi, lakini imekuwa ikiwasumbua watu wengi, ni mapigo ya moyo kwenda mbio, na baada ya mapigo ya moyo kwenda mbio watu wengi wanakimbilia kucheki pressure, uh, changamoto ya moyo kwamba labda moyo una changamoto, lakini wakicheki hizo hamna shida, ni kwamba uh, pako sawa. Kwa hiyo kama unapitia changamoto hiyo, lakini pia uh, lakini ailiali uh, uh, una vidonda vya tumbo, jua hiyo sio pressure, sio changamoto yote ya moyo, hivyo ni vidonda vya tumbo vinakupa vinakufanya uh, uh, moyo kwenda mbio. Kwa hiyo kama una changamoto ya moyo kwenda mbio, mapigo ya moyo kwenda mbio basi hakikisha unacheki vidonda vya tumbo kwanza. Na wengi wamekuwa wamekua wakipima au una presha au una changamoto yote ya moyo, lakini bado moyo unaenda mbio. Kwa hiyo moyo kwenda mbio, mapigo ya moyo kwenda mbio, jua pia ni changamoto a, ya vidonda a, vidonda na vidonda vya tumbo. Lakini kuna tumbo kunguruma. tumbo kunguruma, kunguruma, basi pia ni dalili moja mojawapo ya vidonda vya tumbo <coughs> na lakini maumivu chini ya ya ya, ya, ya, ya, ya maumivu kwenye mbavu ambayo yanapitia tunasema ni chini ya ziwa. Wengi wamekuwa kitu wakipitia changamoto hii pia, na yenyewe ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kuna dalili kadha wa kadha kadha wa kadha, lakini pia vidonda vya tumbo inakuwa na madhara mengi. Baadhi ya madhara madhara, namba moja ni utumbo kutoboka, madhara namba mbili saratani. Tumeshaelezea kwenye video ambazo zimepita, saratani zote za tumbo tumeweza kuzielezea vizuri, lakini pia inapelekea bawasiri, kwa sababu inavuruga ule mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kwa watu ambao pia wanaume wa upande wa nguvu za kiume pazi zinaweza zikapungua, kwa sababu mfumo wako hautakuwa sawa ukiwa na vidonda vya tumbo. Lakini pia kwa kina mama inawasumbua sana wakiwa wajawazito, lakini pia inaweza ikapelekea uh, uh, ujauzito kuweza kutoka na wengine kushindwa kubeba uh, ujauzito, kwa sababu tunasema mifumo ya mwili wa binadamu huwa inategemeana. Kwa hiyo ikitokea mfumo mmoja umekwama basi inaleta shida kwenye mwili wako. Lakini pia ni chanzo cha bawasiri, wengi wanapata bawasiri, wanapata choo kigumu constipation, na wengine kutopata kabisa choo, basi jua ni dalili pia ya vidonda vya tumbo. Sasa tutataja uh, ah, namna mbili ah, namna ya kwanza tumeshaongelea kwenye video iliyopita, namna ya kutumia mziwaziwa kutoa kutibu vidonda vya tumbo. Leo tutaongelea namna ya kutumia ndizi. Mara nyingi tutatumia maganda ya ndizi, zile ndizi ambazo zimeiva. Chukua zile ndizi zilizoiva watu na amenya yale maganda yale maganda watu nayatupa. Sasa ukitupa lile ganda unakuwa umetupa tunasema hiyo unakuwa umetupa mali, unakuwa umetupa mali, umetupa ah dawa mojawapo ya bidonda vya tumbo. Kwa hiyo cha kufanya utatafuta yale uh, yale uh, maganda ya ya ya, ya, ya ndizi baadhi ambazo zimeiva, utayanika juani. Ukishayanika basi utaweza kuyasaga, ukishayasaga utapata unga wake. Sasa ule unga utakuwa una una unaweka kwenye maji ya uvuguvugu kaongeza na asali, unakunywa ile asubuhi, unakunywa mchana na unakunywa jioni. Hiyo ni namna moja wapo ya kutibu vidonda vya tumbo. Namna namba mbili ni kutafuta ndizi zile ambavyo ni za kupika, tunasema ndizi mbichi, pia zichukua, ukamenya yale maganda yake, ukiachemsha yale maji yake wa ukinywa asubuhi na jioni, ni dawa pia nzuri ambayo, lakini inahitaji uwe na moyo, kwa sababu huwa ni kama kama chachu, lakini ni tiba moja ambayo tumefanyia utafiti na imethibitika vizuri, inaweza kuondokana na changamoto ya vidonda ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama una changamoto hizo za vidonda vya tumbo, basi ya, pitia njia hizo. Lakini njia ya kwanza ambayo unatakiwa kufanya kila ukiamka asubuhi, kunywa maji ya baridi, kunywa maji ya kawaida at least, ya, glasi mbili paka glasi nne, kila unapoamka kabla ya kula na kabla ya kupiga mswaki. Uh, ili uweze kuondokana na hiyo changamoto uh, ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama uh, ni mara ya kwanza ku-, ku kuona channel yetu basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoza za kiafya uh, tunazotuma uh, kila siku. Lakini pia nikukumbushe wewe utatuambia kwenye komenti tunasema, ulitumia dawa gani kuondokana na hiyo a, changamoto a, ya vidonda vya tumbo. Lakini sasa wengi wao wanalalamika kwamba dawa nyingi za vidonda vya tumbo hazifanyi vizuri. Ni kwamba kwa nini hazifanyi vizuri? Kwa sababu hazina zinki. Tunasema zinki kwenye dawa ya vidonda vya tumbo, zinki huwa inatumika kwenda kukausha vidonda vya tumbo. Na kweli tunaposema mtu ana vidonda vya tumbo huo ni uhalisia, yaani kama unavyoona kidonda na maana wale bacteria au acid reflux wanaenda nasababisha vidonda vya tumbo, inataribisha vidonda kwenye kuta za tumbo. Kwa hiyo ukitumia dawa ambazo ziwezi kuyeyusha au kuweza kukausha kabisa vile vidonda na kuenda kuongeza mucus membrane basi ah, hiyo ni riski na ni changamoto ah, kubwa ambayo inaweza ah, inaweza inaweza ikasababisha, ukinywa dawa utapata matokeo ya muda mchache, lakini baadaye changamoto hainarudi, inarudi. Kwa nini? Kwa sababu zinki haipo pale. Ila ukipata dawa yenye zinki kama stomach acids, basi inaweza ikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini tiba nyingine ya mwisho ambayo unaweza ukaitumia ni kutumia a, uh, kutumia bamia. Kwa nini bamia sasa inakuwa ni nzuri kwenye kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo ni kwamba ile bamia huwa ina ute ute ule. Ule ute ute huwa inaongeza mucus membrane tumboni. Kiongeza mucus membrane kwenye zile kuta za tumbo inakuwa ni rahisi kwa kufanya wewe kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, bamia kutumia bamia, tumia bamia pia kutibu vidonda vya tumbo, nachukua bamia zako na katakata -kata vipande vidogo, unaroweka kwenye maji ya kawaida. Ukisharoweka basi kunywa glasi asubuhi, kunywa glasi mchana, kunywa glasi jioni. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaweza kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Tuambie kwenye komenti ulitumia dawa gani ya kuondokana na vidonda vya tumbo, na kama bado unateseka na vidonda vya tumbo tuambie pia hapo chini, atuweze kuona namna ya kukusaidia. Lakini kama pia hauna vidonda vya tumbo au unahitaji kupata kitabu ikiweze kuongezea maarifa zaidi basi usisahau kututafuta. Kitabu kinaitwa Afya ya Tumbo, ni kitabu ambacho ni mjarabu, kwa sababu kimeelezea na mazoezi gani ambayo unatakiwa kufanya ukiwa na changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama unahitaji kitabu, tuandikia hapo kwenye comment neno kitabu na sisi tutaweza kukupa namna ya kukipata kiurahisi. Kwa hiyo karibu, na Mungu akubariki.